Akiweka wazi kuhusu sababu ya kuja na kampeni ya NIC Kitaa, meneja wa kanda ya kusini kati ambayo inahusisha mikoa ya Iringa, Njombe na Ruvuma, Paul Mkumbo na Boaz Mwakibirwa ambaye ni afisa bima tawi la Njombe, wanasema wamekuja na programu inayopita mtaa kwa mtaa ili kuyafikia makundi tofauti, kuwapa elimu ya bima na kisha kuweka wazi huduma zinazogusa sekta ya kilimo. Maeneo ambayo tunayaangazia ambayo huwa yanapata changamoto kubwa na yana changa maeneo yanayosababishwa na majanga ya ukame Eh, majanga ya moto, mvua zinazozidi kiwango eh, lakini wadudu waharibifu wa mimea pamoja na pembejeo zile ambazo mwisho wa siku zinaweza zina, zina kupelekea yale mazao usipate kwa wingi ambao umetarajia. Yani maeneo yote ambayo yanapewa ulinzi wa kibima. Kwa hiyo kupitia kampeni hii tunatarajia wananchi wengi wataamka wa mkoa wa Njombe na wataanza kutumia huduma hizi ili e, hii mitaji wanayoiwekeza kwenye mashamba yao basi sio ni mitaji ambayo itakuwa imeenda na maji au imeenda bure. Lengo kubwa maanake ni kufikisha elimu ya bima kwa kuwatembelea moja kwa moja hawa wananchi, ndio lengo kubwa la NIC Kitaa kwao. Tumejipanga kwa hali na mali kuhakikisha kwamba tunatembea maeneo hayo, lakini pia kuwafikia wananchi moja kwa moja kwenye shughuli zao na kutoa hii ya elimu ya, elimu ya bima mara baada ya kuzindua kampeni hiyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda anashukuru shirika hilo kwa kusogeza huduma hizo Njombe na kisha kuwataka wananchi kuchangamkia fursa kwa ajili ya ulinzi wa maisha na mali zao. Leo tunazindua eh, NIC Kitaa katika maeneo yetu, ambayo mwananchi yawezekana hataweza hata kufika kwenye ofisi zao, lakini watakufata we sehemu yoyote ulipo kwenye mitaa yenu, popote mlipo sehemu yako ya biashara ulipo watawafata kwa hiyo niendelee, eh, kwa, kwanza kuhamasisha wananjombe ya kwamba tutumie huduma za bima ya taifa NIC ambazo zitawasogelewa, ni huduma nzuri za uhakika zaidi, lakini ambazo zina uhakika na zinaeleweka zaidi. Ujio wa huduma hizi unaoibua wakazi wa Njombe, akiwemo waziri Kamilus, ambao wanasema imekuja sehemu sahihi kwa sababu kulikuwa na watu wengi wanapata hasara wanapofikwa na majanga mashambani, hivyo wanaomba huduma hizo zitolewe kwenye kilimo. Kweli wakulima walio wengi bila kutokuwa na hiyo bima kwenye mazao yao imekuwa ikiwatia hasara sana, hasa pale wanapopatwa na majanga. Mimi nasema hii bima naishukuru sana, wananchi endapo itatufikia hata sisi kwa kijiji chetu cha Amani kwa wilaya ya Ludewa, maana sisi ni wakulima wa mahindi. Kuna wakati mwingine zinapiga mvua za mawe, mvua za upepo, kuna wadudu mbalimbali ambao wanaweza wakashambulia mazao yetu. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Klaus TV.